Haleluya, glory to God. Siku nyingine tena niliompendeza Mungu kwa mahali hapa, kama nilivyosema, kila baada ya kila mwanzoni mwa mwezi wa mwaka na katikati ya mwaka atakuwa natoa unabii kwa sasa. Ni huu ni mwezi wa sita unaenda kuishiria, tanaanza tena mwezi wa saba ambao utamalizia mwezi. utamalizika mwezi wa yeah, kumi na mbili ya karibu lao mtakatifu useme sasa yale ambayo laona nafaa kusema. Jambo la kwanza, kanisa kanisa itaendelea vizuri, aktukaendelea vizuri, wako watakutana na changamoto mbalimbali Jambo lingine about family, family, familia wataendelea vizuri. Kuna changamoto kubwa ya kifamilia katika yeah, miezi sita, akua miezi sita iliyopita, lizima kutokana na changamoto ile ilikuwepo kwa binamu wangu mmoja, ndio na changamoto kama mbili alizoniandikia katika message, yeah. Tuje kitaifa sasa, mambo ni mengi. Tutakuwa na changamoto za mioto, changamoto za moto zitakuwepo sehemu mbalimbali -mbali katika nchi za kusini, katikati. Kwa hiyo ni magari ya moto, pia angekaa tahadhari kwa ajili ya kupambana na mioto. Ni vizuri Tanzania tukalinda amani iliyopo, sisi hatuombie amani, by the way bale tunaombea mapenzi ya Mungu yatimizwe, na hapandacho mtu ndicho atakachovuna. kwa hiyo kila mtu ashikie zamu yake vizuri katika ardhi ya tanzania yani katika kila sekta wa serikalini huko siasa mkae katika utulivu mbao mungu mba amekusudia mba mba mba mba uwepo katika nchi ama sivyo bwana ataingilia kati na atafanya vitu si vizuri kwa ni vizuri kila mtu akafanya vitu ambavyo ni vyema katika masikio ya watu. Majanga makubwa ya kitaifa, sijaambiwa janga likubwa katika viti vikubwa vya nchi sijaambiwa. Kama kutakuwa kuna janga kubwa kitaifa, maafa makubwa ya kitaifa katika viti vya kwanza kwanza vya nchi, sijasikia jambo baya. Ndeleni kumtegemea Mungu, nileni kuwa na kiasi, kiishi kwa hofu ya Mungu. No matter who are you. Taifa majanga madogo madogo kama kawaida yatakuwepo tu ya hapa na pale. Yeah. Sikia dhoruba, pepo pepo. Bado sijaambiwa mahali kamili, lakini Tanzania dhoruba, dhoruba sto dhoruba, lakini onaitra kumsikiliza Roho Mtakatifu aniweke wazi zaidi. Bado ajanambia, ila kuna habari za dhoruba, dhoruba, pepo, pepo mkali kwenye madhara kiasi zinatosha kwenda kimataifa mataifa kimataifa. Tabiri ni ule ule za nyuma zitaendelea vile vile, tabiri fulani zitaendelea kuwepo vile vile, kama ilivyokuwa tabiri za mwanzoni, mambo ya